Ni kuanzia uhuru, Msembeta ilikuwa haijapata zahanati lakini wananchi walikuwa wanatoka Msembeta kwenda Chigongwe kilomita kumi na mbili kwa ajili ya kufata huduma, lakini sasa hivi wanatoka majumbani kwao na kufika zahanati ya Msembeta bila gharama yoyote. Zamani tulikuwa tunapata shida kwa sababu zahanati ilikuwa haipo. Tulikuwa tunaenda umbali kidogo, msembe kule na nilibai au huku na ni Chigongwe, tulikuwa tunapata nanili shida mbalimbali, maana unakuta huna fedha inatakiwa uende kwenye kituo cha afya lakini tunamshukuru Samira kwa sababu ametuletea huduma mahali hapa. Tunapata huduma, iko karibu, watoto wetu wanapata huduma zote. Kwa hiyo tunakushukuru mama Samira kwa kutuletea huduma. Kwa sasa hivi, huduma zote wanapata hapa, huduma za mama na mtoto, huduma za lishe kwa mtoto, huduma za kuona wagonjwa wa nje yani OPD, lakini pia huduma za dharura zipo na pia huduma zozote ambazo kama za kutembelea majumbani yani home services uh, madawa yanapatikana lakini pia huduma zote pamoja na vipimo vipo kwao. Tunashukuru sana kwa uongozi wa Rais wetu kwa kutufanishia mambo yote, na tunazidi kumwombea endelee zaidi, kwa sababu huduma zimesogea jirani na wananchi wetu wanapata huduma vizuri kabisa.